Pembe tatu ya moto, pembe tatu ya nini? Ya moto. pembe tatu ya moto ambayo tunasema sasa, pembe tatu ya moto ndiyo hii, hii ndio tunaita pembe tatu ya moto. Yani moto upo katikati hapa unawaka, lakini sasa, katika pembe tatu umezungukwa na vitu vingapi ndio vimetengeneza pembe tatu? Sasa hii ndio ile nyimbo yetu tuliyokuwa tunaimba ile mahitaji ya moto ili uwake. <laughs> vitu vitatu unahitaji ya moto ili uwake. Hey, hey. Vitu vitatu, sema cha kwanza ni joto. Cha pili, Cha pili fueli. Sema cha kwanza cha tatu, hewa oksijeni, nayo ya tatu hiyo wow! Hapa kwenye hii pembe tatu, kwenye hii pembe tatu sasa ndo tunasema yale mahitaji ya moto, na moto ndo huwa hapo katikati. Kwa hiyo ukiondoa hitaji mojawapo hapa, moto huu hautaweza kufanyaje? Wow! Kuwaka. Cha kwanza tumeona hapa kuna oksijeni, joto na nini Sawa. Sasa mmoja anataka aje hapa awashe moto, alafu azuie kitu kimojawapo kati ya vile vitatu. Tutazuia sasa sisi, tutazuia oksijeni. Tuizuie oksijeni isije katika ule moto wetu tunaowasha, alafu baada ya muda tufungue, tuone moto kama wa utawaka. Nani aje atuwashie moto wetu? Njo Suzana, njo, Suzana. Kwa hiyo hii sufuria, hii sufuria tutaitumia, tutaitumia hii sufuria kunyima moto hitaji mojawapo la msingi. Tumeelewana yeah. Kwa hiyo pale Suzana anaandaa moto hapa. Weke hapa moto wako. weke hapa. Kwa Suzana atawasha moto alafu ataufunika kwa hili sufuria tunaenda kulitumia kunyima moto, tunafunika ili tunyime moto wetu itaji moja mojawapo. Na tukifunika mniambie, tumenyima hitaji gani moto wetu? Unaanza kuwaka hapo ehe. Wetu moto wetu unawaka yes. Umeona moto unaendelea kuwaka vizuri eh, simuona unachochea, unawaka. Maana yake hapa huu moto una vitu vingapi? Fueli iko wapi? fueli ni nini? na gesi ya oksijeni inapita hapo, si ndio? Tukiufunika huu moto, huo moto wako ufunike hapo eh, funika eh, funika kabisa hivi eh. Hapo moto tumeunyima nini? imetena mahitaji huko, unaibaku tunasubiria mahitaji ya moto ni wake. Simama, unahitaji vitu vitatu. Mahitaji nasema tena wewe, mahitaji ya moto

aende atafunue ulia wetu tuone, je, ule moto pale umekosa nini? Tumesema haya si, ni. Suzana, tuwashie mwingine hapa moto, lete nyasi kidogo pale. Huu tumeufunika, tunawasha mwingine hapa, lete mwingine hapa tuone. Ehe, washa mwingine hapa ehe, huu tumeufunika, huu washe hapa, washa tena hapa. Eh. Haya, tuone tofauti moto ambao umefunikwa na moto ambao haujafunikwa. Upo unaendelea kuwaka ule pale, tumeufunika uko wazi. ni kundi gani hapa? ni sehemu gani ambayo tumeiwasha ina mahitaji yote ya msingi matatu? ni sehemu gani hii, au hii? hii hapa inaendelea kuwaka vizuri. Kwa hiyo huu unawaka kwa sababu na, una mahitaji mangapi Tumesema fueli, fueli iko wapi? Nami. No. Na gesi ya oxygen ndio hii imetapakaa, si ndiyo? Ndiyo. Na joto lipo hapa, si ndiyo eh? Ndio. Na kufikia hapa. Naifikia. Haya no. Suzana kufungua moto wetu ambao tumeufunika. Haya, tuliofunika unawaka. Amana. Utifanyaje? Mmezima. Suzana kufunika na huu moto tuone. Tuunyime na huo, tuunyime, ehe. Unyime. Eh eh. Tunaunyima kabisa usindio eh? Yeah. Eh, tuunyime hapo eh. Tumeunyima nini hapo? yeah. Eh, tunakaa hapo tunaangalia je, na huo utafanyaje? Ukiunyima moto kitu kimojawapo katika vitatu, moto hautaendelea kuwaka, eh? Umeelewana, yeah.